Wakala wa majengo ya serikali mkoani Arusha wameanza msako wa kuwatoa wapangaji ambao ni wadaiwa sugu wanaoitia serikali hasara ya mamilioni ya shilingi waliopangisha nyumba za biashara na makazi katika jiji la Arusha ambapo zoezi hilo limewakumba watumishi wa umma na wafanyabiashara. Meneja wa wakala wa majengo mkoani Arusha, Victor Batazari amesema wapangaji hao wanadaiwa zaidi ya shilingi milioni themanini, jambo ambalo linaikosesha serikali mapato na kuchelewesha serikali kutoa huduma mbalimbali za jamii kwa wakati. Mwandishi wetu Sechelela Kongola na ripoti zaidi. Maafisa kutoka wakala wa majengo mkoa wa Arusha pamoja na madalali wa mahakama kutoka kampuni ya Yono Action Mart ya jijini Dar es Salaam wakiwa wanaendesha msako wa kuwatoa wapangaji kwenye nyumba za serikali ambao ni wadaiwa sugu. Victoria Baltazari ni meneja wakala wa majengo ya serikali mkoa wa Arusha, amesema wamekuwa wakiwahimiza wapangaji hao kulipa kodi zao kwa muda mrefu sasa bila mafanikio. Kuna deni lipatalo lisiyopungua kiasi cha milioni 84 kwa wapangaji ambao ni watumishi, wengine ni watumishi wa serikali na wengine wamepangishwa kibiashara kwa mkoa huu wa Arusha. Wapangaji hawa tumewapa notice ya muda mrefu, tukiwasii na kuwahimiza walipe kodi za pango lao, malimbikizo ya kodi za pango lao. Kuna ambao wameitikia wito, kuna wengine hawajaitikia wito kama hawa, zoezi linavyoendelea hapa ambalo tunawaondoa ili waweze kulipa kodi ya pango hilo. Kwa upande wake kiongozi wa madalali kutoka Yon Action Mati, Atukuze Mhulo amesema kazi yao ni kuwatoa wadai wa sugu wote wa wakala wa majengo, na mpangaji ambaye angependa kuendelea kupanga kwenye nyumba hizo anatakiwa kulipa malimbikizo yote. Hawa wateja ni wanaweza kwenda TBA wakakaa na meneja wa TBA Waka, wanaweza wakarudishwa tena kwenye nyumba kama watakwenda kulipa, lakini kulipa lakini. Yono Auction Mart and Company Limited, sisi tunafanya kazi hiyo, kwa maana kwamba tunataka walipe ili waweze kurudi kwenye nyumba zao na ofisi zao. Wapangaji wanaodaiwa malimbikizo wanadai kuwa walishaanza mazungumzo na wakala wa majengo. Sasa alikuwa nasema kwamba ni labda ni wasiliana na huyu aliyekuwepo na ambaye amefanya mazungumzo na kwamba sijajua kwamba ripoti alichukua ikawa iko vipi ili yeye na yeye awepo. Kamera na mimi mzee. Sawa. y naelewa, na shukuru, ngoja hey, niwaletee barua, inaelezea mimi. Barua yenu niliikataa, ndio nilitoa. Mmoja wa watendaji wa kata walioshiriki katika zoezi hilo Chief Maswanya na mwananchi Charles Lati wamesema zoezi hilo ni zuri kwa sababu baadhi ya wa wapangaji walijisahau kutekeleza wajibu wao. ha una na sasa wanatakiwa watambue kwamba serikali ipo kazini na inafanya majukumu yake, kwa sababu hivi ni mojawapo ya vyanzo vya mapato ambavyo vingeweza kuipatia serikali fedha ambazo zingeweza kwenda kwenye huduma tofauti za kijamii. kuwafungia baadhi ya watu ambao wanakwepa kodi ya pango kama sehemu yao ya kazi, mimi nimeliunga mkono. Ni zoezi ambalo limeenda vizuri ukitegemea kabisa kwamba uh, serikali hii ya awamu ya tano ya Dr John Pombe Magufuli inasema watu walipe kodi ili tusipoteze mapato ya serikali. Zoezi hilo la kuwabaini wadaiwa sugu linatajwa na viongozi wa wakala wa majengo kuwa ni endelevu. Sechelela Kongola, TBC1 Arusha.